Yoyote anaohubiri nje na injili hii waliohubiri mitume, waliohubiri akina Paulo, na ulaaniwe na umelaanika, kwa sababu munahubiri ushetani na wakipumbafu, wana wa ibilisi nyie, wana wa majoka nyie, na yatimizeni yote, na wengine tuko tayari kulipa gharama. Fanyeni chochote, lakini pando asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Rumi, kanisa katoliki wanataka kuichafua nchi ya nchi pendwa ya Tanzania ili injili eh, isihubiriwe kama Bwana Yesu alivyotuelekeza, ile injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Taifa takatifu la Tanzania hili lumi anataka kuichafua. Mbona Wasabato mpo kimya na nyinyi ndiyo hasa profeshono yenu? Nyiye ndio Maadventista, nyiye ndio ambao mnaoliandaa kanisa juu ya ujio wa pili wa mkombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na namna ambavyo kanisa litapona chapa ya sita sita sita. Mbona mpo kimya? Kanisa Katoliki wanataka kuichafua Tanzania hii, na tunalijua kihistoria kwamba kanisa Katoliki ndiyo Rumi, ndiyo inaandaa serikali ya mpinga Kristo duniani na kuli, na kuwatesa watakatifu. Kanisa Katoliki Tanzania eh, linatekeleza ajenda za mpinga Kristo chini ya papa. Magufuli alipambana nao wakamshinda nguvu akafa. Sasa saizi serikali hii haiwawezi hawa ni waadventista wa ambao wao kimsingi wana roho ya Eliya ndiyo wanaweza wakaliponya hili taifa, wala siyo serikali ya Samia. Pengine nianze kwa kusoma maandiko haya, halafu baada ya hapo itaongea maneno haya. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura kumi na sita mstari wa kumi na sita, nasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo e, wa uwaguzi akatukuta akatu e, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Akafanya haya siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo akageuka akamwambia yule pepo, nisikia hapo. Akageuka akamwambia yule pepo, sio mtu sio kijakazi. Akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu, akamtoka saa ile ile. Mimi bila shaka naweza kutamka moja kwa moja, huyu ni pepo la kuzimu kwa sababu evi, kwa haraka haraka, kwa hesabu za haraka, kwa hesabu za haraka, watu kupotea, watu kutekwa hicho ndo kinachoitwa ndio amani, yeye ndo anachokiita amani. Teki kukemea masuala hayo kwamba wanatalisha amani ya nchi. Huyu ni nyoka, huyu ni shetani ambaye, yeye kazi yake, anafurahi watu kupatwa na mabaya. Kwa sababu mimi, kwa namna ambavyo na mwonaga, anajita si Nabii Eliya. Nabii Eliya, nabii gani mpumbavu kama anaongea mambo kama haya

mnataka ku, ku, ku, ku, ku, kujiingiza kwenye namna mnachokiita kwamba ni Mkristo ili kudumbukiza ajenda zenu za kishetani, kwa sababu ya ushetani wenu kwa kutafsiri maandiko kishetani, kwa hivyo vyuo vya kibibilia ambavyo vimewajaza ushetani ili kuja kupandikiza ushetani kwenye nchi yetu ya Tanzania, na kutangazia wewe, pepo la kuzimu, ewe mwana wa joka uliejaa hila zote na kukemea hadharani ya kwamba ukifanyacho na ukipandacho utakivuna saa na wakati ambao Bwana atakao kuwa ametaka uweze kuvuna. Munajidumbukiza kwa hila mukijidai watumishi wa Mungu. Mtumishi wapi? Najiita mimi mkristo, mkristo wapi wewe? Ukristo wa kishetani huu hu. Sitaongea wengine hapa, tunaongea ndugu zetu wengine. Ndugu yangu maitwa Martin James kapotea tokea Oktoba 21 moja mpaka laatuji alipo, na wako watu wanasema watu kiwapoteza polisi mshawatafuti? Alafu, alafuj wanasema teki kuyakemea hayo ndo anataisha amani ya nchi. Hivi we ni mwenda wazimu au we ni kichaa we chizi? Mmekuwa munashikana na hao ambao wangazi ngazi zako juu kusimamisha ushetani wenu kwenye Tanzania, na kutangazia wewe pepo la kuzimu uliyetumwa na mamlaka zako za kishetani, kawaambie hiyo nchi imefeli. Yani teki kukemea masuala ya mauaji wanataisha amani ya nchi? Cheni kuleta upumbavu! Na wakati mwingine muyafanye haya, muyafanye gizani. Mkiyaweka hadharani, tutayakemea. Hebu ngoja nisome hapa, nisome hapa, utajijua wewe ndo pepo wewe wewe ndo ni shetani wewe, wewe ndo ni shetani utajijua, wewe ni shetani. Ni shetani wewe, shetani ni shetani wewe, ngoja nikusomea patena, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume hii sura ya ngapi hapa? Nisome nisome hapa, Matendo ya Mitume, mitume, Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu mstari wa sita anasema, e, walipokwisha kupita katika e, katikati ya kisi, kisiwa chote mpaka Pafo wakawona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Na yeye bila shaka anajiita nabii. Mchawi wewe, pepo wewe la kuzimu, naye pia alikuepo. Anasema nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bali Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Segio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Banaba na Sauli waje kwake, akitaka kusikiliza neno la Mungu. Hawa watawala wa kasema huwa wanataka kusikiliza maneno ya Mungu, lakini mupo nyinyi mapepo ya kishetani munaokuwa mnasimama mnaanza kusema hawa hawatangazi neno la Mungu. O, hawa wapuuzwe. Tupumbavu wewe mwana wa kuzimu, mwana wa joka, na kutangazia hukumu ya Mungu iko juu ya maisha yako na juu ya nafsi yako, na unakijua unachokifanya kwamba ni mpango wa kishetani na wamekutuma uyafanye haya Mnajiita mnajifanya watumishi wa Mungu, bila shaka we ni kipandikizi, ni kipandikizi nyinyi, kitokea mambo kama. Mnajifanya kama ni watumishi wa Mungu, mnajua kutafsiri Biblia, eti mpingakiso ajenda atakuja, mpinga kisho mpegea, nikusomee kidogo. Ngoja nimalize hapa afu nikusomee mahali uone mpingakiso atakuja, walisha kuwepo mnajifanya mnajua kudadavua maandiko ili mpingakiso, e, kanisa la lumi ndo mpingakiso. Pumbavu kabisa, mnatafsiri Biblia kishetani kabisa, mmewajaza watu upumbavu tu kichwani, right. Kama watu wangejua mpingakiso ni nini wangempinga kwa nguvu zao zote, lakini nyinyi mmekuja mnapandikiza ushetani ambazo mnazokita, si ndo elimu cha neno, si neno la Mungu? Neno la Mungu upumbavu kama huu watu unazani hao watao wanashindwa kusikiliza maneno ya Mungu. Wanashindwa kusikiliza watu wanaokemea masuala ya mauaji, masuala ya utekaji. Wanashindwa. Wanaweza kusikiliza lakini mupo nyinyi akina Mwamposa nyinyi. Mupo nyinyi mnajiita manabii nyinyi wakina kuanimusha. Mupo nyinyi mnajiita Nabii Elia. Mupo nyinyi mnajiita, si mimi ndo Elia niliyotumwa kuitangaza kwenda zako. Shetani wewe. Shetani kabisa wewe. Ngoja nisome hapa, nimalizie kwanza, nimalizie huyu. Maizie kwanza, usikia sasa, sikia sasa. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiye tafsiri ya jina lake, akashindana nao, aki akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Anataka kumchanganya changanya kwamba bwana eh, haya tumewafanya ni amani, huku ndo kulinda amani. Anataka kumchanganya yule, lakini sikia, Paulo alimwambia nini? lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akisema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. ewe shetani wa kuzimu, mwenye mapembe, nami nakuhoji, wachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka. Hebu pengine nisome maandiko kuhusiana na mpinga Kristo, atakuja au alishakuwepo? Muna shirikiana nyinyi oh, ah, na wapinga wa Kristo, alafu mnajifanya hoa, sisi si wapinga Kristo, kanisa teki ndo wapinga Kristo, hao ndo wanajenda za mpinga Kristo. Nyinyi ndo wapinga Kristo namba moja. Bila shaka watu wangewajua wangewakwepa sana kwa, kwa hila zenu hizo ambazo mnajifanya watumishi wa Mungu ndo wapinga wa Kristo namba moja. Mauaji yanapotokea katikati ya jamii, watu wa Mungu walikuwa wanapinga, nyinyi munapongeza na kuita ndo amani ya nchi.

Bila shaka mmetumwa nyie, muna donge nono, mmeahidiwa mahali fani kwamba potoeni hivi, semeni hawa ndo wapinga Kristo, hawa wanaopinga maswala ya mauaji ndo wapinga Kristo. Hawa pumbavu! Wewe ungekuwa mwana wa Mungu, ungekuwa wewe ndo mtumishi wa Mungu, ungepinga mauaji. Biblia imeandikwa usiue. Mnaacha kupinga mauaji, mnawaandama wanaokuwa napinga mauaji, mnasema ndo wapinga Kristo. Shetani nyie! Sikia sasa nikusomee mpinga kristo ni nani, sikia nikusomee katika kitabu cha Yohana apa kusomea Yohana, Yohana wa kwanza pa sula ya nne. Sikiya wenda wendo utajijuwa wendo lipinga kiso namba moja, namba moja lipinga kiso wewe. Katika Yohana wa kwanza sula ya nne asema: wapenzi, musiyamini kila loo, bali zijalibuni izo roho kwamba zimetokana si na Mungu, kwa sababu manabii wa uwongo wengi wametokeya Duniani. Asema, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikiliyo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Nyimnasema, mnasema hawa wapinga Kristo hawa hawa, hawa, hawa ndo watakuja wanasimamisha jenda. We, mpinga Kristo ashakuwepo, alikuwa anakinzana na watu wa Mungu walipokuwa wanakemea masuala ya mauaji na kukemea masuala ya dhuluma, lakini hao wana walikatwa vichwa kwa sababu ya nini? Si ni kwa sababu ya hao mnao, mnao paka, paka mafuta na kusema wenyewe, si kwamba ndo, ndo. Nyie, nyie, msituchukulia kwamba wote hatuna akili ya kuyatafsiri maandiko. Katafsirini wenu ushetani wenu huu chumbani kwenu, mkiuweka hadharani tutaumulika na watu wajue kwamba wewe ni nani, una agenda gani? umetumwa wewe, umetumwa. Bila shaka umetumwa, uko na ajenda fulani hivi umetumwa. Jisafisha, utakapo jisafisha sema, mimi ni mtumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu walipinga mauaji, walipinga dhuluma katikati ya jamii. Wedha, unaamini Biblia, imeandikwa usiue, usiue. Ebuani kusomea hapa katika Galatia hapa kidogo, hapa Galati, hapa gaatiaapanyinyi ndo mnaosababisha imani onekane kana kwamba ni kitu fulani cha kupongezapongeza na kusifia ujinga tu. Akina Danieli walimwambia mfaume emgani? Kusomea Danieli kwanza hapa, walimwambia mfaume Nebukadnezar kwamba wahurumie maskini, wenda Mungu akakupa kuzidishwa siku za kukaa kwako kwa kwalaa duniani, sio kwa kutesa na kuteka watu na kuua watu munakuja, muna tafsiri maandiko kinjanja tu muna tafsiri kipumbavu tu na mwisho wa siku tunaonekana ndo ukristo Sikia maandiko haya katika kitabu cha Danieli danieli nikusomee danieli nne ni msari wa ishirini na saba kwa sababu hiyo e mfalume shauri langu lipata kibali kwako ukaache zambi zako kwa kutenda haki ukaache uovu, e, maovu yako kwa kuwahurumia maskini huenda ukapata kuzidishwa siku zako za kukaa laa. Anaambiwa hapa ni mfalme alikuwa na huruma na na watu, anatesa watu, ndo anaambiwa acha haya, pengine Mungu anaweza kukuhurumia na ukapata raha ya kuishi. Ndo maana anaharisha sana, "naumwa miugonjo, siweza kupona", mnaitawatawala hawa. Miugonjo siweza kupona, sababu usilopenda kutendewa, Biblia inasema usimtendee mwingine. Ulipa ukipandacho utakivuna. Hebu ngoja nimalize na kitabu hapa cha Wagalatia hapa. Naweza na kitabu cha Wagalatia hapa. Wagalatia hapa, Wagalatia tano hapa nimalize nayo hii. Nimalize na nimalize nayo hii. Kusomee mahali fana futa kusome na kusomea na hiyo Wagalatia tena. Wagalatia hii sura ya tano mstari e, wa 19 sio vibasi. Matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Ufisadi unaofanya ni akina nani? Kwa nini wanini amsemi watumishi wa Mungu? Nimalize na Wagalatia moja, Wagalatia moja eh nisome wa wa msali wa ngapi hapa? Anasema lakini, japo sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyokwisha kuwahubiri kuwahubiri, na alaniwe, kama nilivyokwisha kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyohubiri, na alaaniwe. Ikiwa malaika wa mbinguni, mimi nakwambia, umelaaniwa na laana itakuacha yoyote, unaohubiri nje na injili hii waliohubiri mitume, waliohubiri akina Paulo, na ulaaniwe na umelaanika, kwa sababu mnahubiri ushetani. Na wakipumbafu wana wa Ibilisi nyie, wana wa majoka nyie, na yatimizeni yote na wengine, tuko tayari kulipa gharama, fanyeni chochote lakini pando asilolipanda baba yetu wa mbinguni litang'olewa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka mafichoni, naye anasema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule afaye katika Bwana tangu sasa, ili atimize wajibu wake angali akiwa yuko duniani. Tazama, Mungu muhukumu haki kwa kila mtu anakuja na malipo amen.